Bado kesi ni nzito kumhusu Drake pamoja na Universal Music Group ama UMG. Rapper huyu anadaiwa kutaka kuona mkataba wa Kendrick Lamar wa kurekodi muziki na masuala ya kibiashara kati yake na Universal Music Group, jambo ambalo limeifanya lebo hiyo kumwomba judge wa shirikisho kusitisha mchakato wa kubadilisha na taarifa. Ukumbuke, UMG ama Universal Music Group inawasimamia wasanii hao tu wawili, Kendrick Lamar na Drake kibiashara. Kwa mujibu wa nyaraka zilizopatikana na Bebo, UMG inadai kuwa Drake anashinikiza kupata nyaraka nyeti sana za kibiashara, na kwamba anatakiwa kuzuiwa zaidi. Hayo, lebo hiyo inasema kuwa anataka pia taarifa kuhusu malipo ya wakurugenzi, ikiwemo John Janik, mkurugenzi mtendaji wa Interscope Records. Kujibu ombi hilo la UMG la kusitisha mchakato wa kubadilishana taarifa, wakili wa Drake Michael Gotrub Aliambia Billboard ikuwa si ajabu kwamba UMG wana haa kuepuka kutoa taarifa. Ombi hili ni mbinu ya kuchelewesha utoaji wa nyaraka na mawasiliano ambayo UMG wangependa yabaki siri. Kama kweli hawana la kuficha, wapaska na tatizo na mchakato wa uwazi. Wakili huyu wa Drake anaamini kwenye mkataba wa Universal pamoja na Kendrick Lamar unaohusu pia makubaliano ya matumizi ya kuboost wimbo wa Not Like Us kwana umaarufu mkubwa sana kwa kutumia mbinu haramu yani, artificial boost. Mpaka sasa judge bado hajatoa uamuzi kuhusu swala hilo. Ni mapema siku kadhaa UMG pia iliwasilisha ombi la kufuta kesi ya Drake moja kwa moja, dismissed with prejudice, ambalo linamaana kuwa hawataweza tena kuifungua mahakamani kesi hiyo. Mawakili wa lebo hiyo waliandika, mlalamikaji mmoja wa wasanii wa rap waliofanikiwa zaidi na na bora wa wakati wote alipoteza kwenye rap battle aliyoanzisha mwenyewe na kushiriki kwa iyali, wakimaanisha rapper Drake, na kuendelea badala ya kukubali kushindwa kama msanii wa rap anayedai kuwa hawezi kutikiswa, ameshtaki lebo yake mwenyewe katika juhudi ya bure ya kujifariji. Kesi haina msingi wote na inapaswa kufutwa moja kwa moja. Wakili wa Drake Gottlieb alijibu kwa msimamo ule ule alioonyesha awali kuwa UMG unataka kuigeuza hii kuwa hadithi ya pambano la muziki wa rap ili kuwatoa watu kwenye rada ya wanaisa wao wasanii na umma kuhusu kweli rahisi: kampuni yenye tamaa imekuwa ikipata faida kupitia upotoshaji hatari wa taarifa, jambo ambalo tayari imekusha kuchochea matukio kadhaa ya vurugu, aliandika. Ombi hili ni hila ya mwisho ya UMG kukwepa kuwajibika, lakini tuna imani kuwa kesi itaendelea na kufichua historia ndefu ya UMG ya kuhatarisha na kunyanyasa wasanii wao.